Naitwa Mabere Makubi ni mwandishi wa habari kikubwa ambacho nafikiri ni cha kipekee kwenye daraja hili ni gharama iliyotumika kujenga daraja hili, ni saa sana kujenga barabara zenye urefu wa kilometa 350 za rami. Kwa hivyo, umuhimu wa kwanza kabisa ambao tunapaswa kuwa nao kama wananchi na kama Watanzania ni kuhakikisha kwamba tunalinda miundombinu ya daraja hili isiweze kuhujumiwa kwa namna yoyote ile. Ukitazama kilomita 350 urefu huu ni sana, mikoa miwili au wakati mwingine inaweza kaa mikoa hata mitatu. Sasa imagine daraja limejengwa leo, halijamaliza muda wake wa miaka 100 ambayo umekusudiwa, alafu unaambiwa daraja limeharibika, unapata picha gani? Kwa hiyo umuhimu wa kwanza wa Tanzania ni kulilinda daraja hili kama mboni ya jicho, kusudi liweze kudumu kwa muda mrefu na liwe na faida mbalimbali mbali za kiuchumi, mojawapo ikiwa ni kuhakikisha kwamba linasaidia watu waliokuwa wanatumia muda mwingi ziwani kwa vivuko, kwa zaidi ya saa mbili wanakaa kuanzia ukataji wa tiketi mpaka u, ufikaji wa upande wa pili, wanapata nafuu ya kupita kwenye daraja hili kwa raha mustarehe. Hii itasaidia sana kuondoa adha ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikiwagubika wananchi hasa wamikoa hii ya kanda ya ziwa na hata wale wanatoka nchi jirani. Lakini jambo lingine la msingi katika daraja hili ni kwamba, tuseme building material au tuseme vifaa vilivyotumika kwa ajili ya ujenzi hapa, tunapaswa pia uju, tuliona mwanzo wakati wa ujenzi wa, wa daraja hili, kila wakati jeshi la polisi lilikuwa linatoa taarifa kwamba kuna watu wamekamatwa na vyuma vya daraja hili wamehujumu, wanahujumu, wanafanyaji, wanaiba mafuta. Sasa naombeni rai kwa Tanzania, tujitahidi sana kulinda miundo mbinu hii, ili iweze kusaidia uendelevu wake kwa sababu tuta, miaka mia moja kwa sisi tunaozungumza hapa kwa wakati huu hata kuwepo wengi wetu. Kwa hiyo ni vizazi vijavyo ndio ili nawao waje wakute hili daraja likiwepo. Lakini jambo lingine katika upekee wa daraja hili ni kuangalia ni aina tumepata wataalamu eh? wa ndani, wataalamu wa ndani walioshiriki ujenzi wa mradi huu. Sasa tumekuwa na hazina ya wataalamu wa ndani. Waziri Ulega amemwonyesha mtaalamu mmoja wa ndani kwamba ni mmoja wa watu walioshiriki kuanzia hatua ya chini mpaka kufikia hatua ya mwisho ya ukamilikaji wa daraja hili. Kwa hiyo mi wito wangu na rai yangu tuwaombeni Watanzania tujitahidi sana kutumia hekima na maarifa na ujuzi tuliopata hapa kwenda kutengeneza miradi mingine ya madaraja katika sehemu ambako kuna changamoto kama iliyokuwepo hapa Kigongo Busisi. Shukrani za pekee na pongezi za pekee zimwendee Rais Samia Suluhu Hasani kwa namna alivyosimama kidete kama mama, kama rais na kama mtu ambaye aliku, ameona adha na mateso aliokuwa wanayapata wananchi wake na kuamua kukamilisha mradi huu ambao wengi waliamini kwamba baada ya kifo cha Magufuli mradi huu usingekamilika, lakini mama ameweza kukamilisha. Pongezi nyingi kwa Rais Samia kwa kukamilisha mradi huu ambao ni mkubwa katika eneo hili la kanda ya Ziwa. Kiuchumi, mradi huu utasaidia sana wananchi kuutumia. Kwa mfano tunaona magari mengi ya mizigo kutoka nchi jirani za Rwanda, Burundi, DRC, DRC si Kongo zinatumia daraja hili na hata Uganda. Kwa hiyo hata upitishaji wa nish, kwa mfano mafuta kutoka maeneo mbalimbali yatapita hapa lakini wananchi pia watapitisha mazao bila, ku, bila kuingia gharama za kufikiria kwamba watatumia gharama kiasi gani kulipia, sasa watapita darajani. Lakini pia kijamii wananchi wana kufungia harusi hapa, watavishana pete za uchumba ni sehemu pia ya a ya honeymoon tuseme ni sehemu ya recreation ni sehemu ya utalii pia ambao utaiongezea pia serikali mapato kutokana na watu kuvuja kwenye daraja hili. Wengine watapiga picha hapa, wengine watafanyia harusi, na hata wakati mwingine kutakuwa na shughuli nyingi mbalimbali zikiwemo za kipaimara. Kwa hivyo, binafsi nadhani kwamba kiuchumi na kijamii daraja hili sasa ni mkombozi wa kila kitu: kiuchumi, kijamii, na hata kiutamaduni.